Tena umeniboa sana, mi sipende vitu vya kusimuliwa. Mi napenda kungala vitu macho kwa macho, yani tit for tat. Asawe jana kwambia, fanya haraka, jiandae haraka, tuwe msiba, najizungusha makubwa. Rafiki yangu wewe, utaki vitu vya kusimuliwa kusikia, we nataka kila kitu ukiona hapa kijijini kinachotokea kwa hiyo unataka uone kabisa mtu anakufa mbele ya macho yako, ti ndo ulizike na roho yako. Subiria siku ukifa wewe, ujishuhudie wewe mwenyewe. Ka, tuachane na hayo. Kuna kitu nimekumbuka, kabla hujaliongea la kwako, nina la kwangu. Umetoka huku vizuri kwenda kuniulizia kwa kaka, ila jina ulilotumia sijalipenda. Unajua kabisa sipendi kuitwa Diana, sipendi kulisikia hilo jina. Niite Kole, naitwa na Kole Kole. Na ushukuru ulimkuta kaka, ungenikuta mimi mwenyewe ulichokuwa unakitafuta ungekipata. Haya, hilo la kwako lilikuwa linasemaje? Nambie kwanza kabisa na ujumbe <kwala> wako kutoka kwa Kiepe. Kiepe huyu huyu ninayemjua mimi au kuna mwingine huyo? Huyo hata ujakosea. Haya, limejiri lipi tena huko? Kiepe kaniambia hivi nikufikishie taarifa zako moyo wake umegonga alama kwako, yaani na maanisha anakupenda. Heee! makubwa tena makubwa haswa. Hmm, kweli mi nimekosa soko, yani safari inapendwa hadi na machizi haya. Hmm, na uyojiwe mimi namweka wapi? hayo mambo yako utajua utakapotangulia ratiba zako, ili mradi mi nishafikisha taarifa za moto na anahitaji jibu ili nimrudishie kiepe, likiwa la moto moto. Upo dada? mm. Odi, karibu. Maajabu, mwana mpotevu leo kaja kututembelea mm. <tina> Tena sijaanzia hata hapa, nimeanzia huko kwa kina Kole. Nimefika pale nimemkuta kaka yako, namuuliza, kanaambia umetoka na Tanganyika. Kaona huyu ana pa kwenda kokote zaidi ya huko, huko ndo nimekuja. Nambieni, kuna ubuyu gani? mnipe na mi nimuunye. Hapa hakuna taarifa zozote, ila hiyo safari yako mpaka umenitafuta huko, unaonekana wewe ndo kuna mpya, utujuzi kipi kilichojiri huko? Hamna mpya yote zaidi ya ekaeka za huko, hmm. ya eka, huko msibani. Hai. Mwenzangu vipi? Mbona niniona tu unaanza kuangua kicheko? <laughs> We wewe acha tu mdogo wangu. Hata kama ingekuwa wewe, lazima ungecheka, kwa tukio la jana lililotokea pale msibani. Mdogo wangu ulivyokimbia ukapita kama kipanga. Ah, ukiangalia na mwili wako ule sasa nikaanza kuwaza. Huyu Jackie Chan tunayemwangalia kwenye Runinga, katokea wapi kaja kamuingia mtoto wa watu na mwili huo? Maana sio kwa kukimbia huko. <laughs> Mimi ni ajenti tu nikimbie kwa ah. Tukio kama lile huo moyo sina. Kwanza ongeleni nyenye, sisi tunakimbia nyenye, wenzetu mmebaki pale pale, ongeleni. <tukio> Achana na wewe. Yule rafiki yako kitu gani kwenda kumdondokea mbaba watu? Ana mapresha yake pale, kazimia, ngemvunja kiuno <tukio> Basi mfikishie taarifa aenda akampe pole. Wewe mbaba wa watu, maana sio kwa wewe umeleka. Haya, umepata habari gani tangu jana mm? kuhusiana na habari niliyoipata, jeneza ililala pale pale mpaka asubuhi, umelikuta pale pale. Kwa hiyo hata sijui kinachojiri kwa sasa hivi, lakini ila inatisha kusema kweli, tutaogopa kwenda kwenye hiyo misiba ya watu. Kijiji kina matukio kama nini? mi ha, ni mwenzangu hapana Tuachane na haya. Ujambo lakini, mdogo wangu, si jambo. Shikamu, shikau. Marahaba, kwema kwema, kwema kuhapite, ah, hmm. ae, saa, dale, na njia iko wapi tena sasa? Naelekea tu hapo mbele. Haya, sawa dada, nami naenda hapo kwa Juma maana tangu tulivyoachana baada ya kutoka msibani hatujaonana mpaka leo. Haya, sawa. msibani. Watu wameenda kuzika. Sasa ndo tumekaa habari. Tunaona watu wanarudi mmoja mmoja, maana sio kurudi kwa kutembea, wanarudi mbio mbio, sheti jashu linawatiririka. Wa kwanza kaingia moja kwa moja mpaka ndani, wa pili wa tatu tunaona tumepata taaruki, juu linashuka chini <laughs> yani hapo hakuna talie baki, kila mtu kashika njia yake. Huku mjomba kazimia kwake, memena katimilia kwake, shoga yangu mpaka dakika hii ninavyosikia, ndogo ndogo jeneza mpaka usiku hadi asubuhi ya leo, li, liko pale pale, hakuna yote alolishika iki mm. Kila siku ekaeka eka. Yani tu uamkapolewe kaeka hii kesho eka, eka, eka. hii e. Yani kila siku matukio iki kijiji kitakuja kutua, jamani, Mungu tu alinusuru na hiyo mm, kabisa, maana mtihani mm. juu ya mtihani Mm-hmm. Kole ili kufuata wewe na mazungumzo na wewe. Kama hapo, na na kwa kuwa mimi ni mbea sana eh. Aa sawa, tunaweza kwenda. Mimi nishamaliza ajenda. Sina sina mpya tena weka mdomo kwangu, acha mimi nikuache. Tutaonana kwa wakati mwingine. Haya bwana, karibuni tena. Haya sasa, hapa nimeachwa peke yangu, ngoja nijiandae nikamtembelee shule, maana nimemisi kweli kweli. Kiukweli nafurahishwa sana na kapo yenu, yani mpaka najisikia, huyu natamani na mimi angekuwepo hapa, cheusi wangu, cha mideko wangu, ningekuwa namshikashika vimashavu vile kimdongo na kikisi, lakini ndo hayupo. Sema nini, penzi lenu kwa kweli lina noga, yani ni kama kijua cha asubuhi, jinsi lilivyokuwa tamu. Hongereni sana, asante sana. Uh, labda niseme tu kwamba nampenda sana Melissa, You are my dream wife na karibu katika darasa langu la mahaba, kwa maana mimi ni mkufunzi wake wa mahaba na naimani unaenjoi darasa langu la mahaba vizuri, si ndivyo, eh? Uh, e huyu ni mwalimu tu wa darasani, ila mi ndo mkufunzi wako wa chumbani anibishia. <laughs> Naanzaje kukubishia mi? Nilikuwa najaribu tu kukubipu kwamba nikikubipu nabwipwika au bwipwiki <laughs> kumbe nikibipu napiga. Wewe ndio mwalimu wangu wa chumbani, kwa hiyo nakupa pongezi na hongera na sana. Nafurahi sana, ubarako. <laughs> Basi sawa, jamani, nisiutumie sana muda wenu, acheni mi niwaache mwendelee, au sio? Ah, <laughs> unakwata. Eh, kila siku vishughuli vimenibana hapa kwa biasimeni. Najua ju li, nitaenda mimi studio nikaongeze vinyimbo vingine eh, kama kile kinyimbo changu kilile, lazima nikitoe kinasema, bebi bebi zunyage nakwine moyo gwani sulage Mayovokowenga wandanga siza mayo maiga nosetwakolile twaiwona ingino ya sagala neotoyanganile lekaga kosolokowona amina la yau maneno. <laughs> Hapo kuongea, kuna kuna sauti yake na kuimba kuna sauti yake. Kwa hapa atakiwe na toni. Kiepe. Habari yako. Yaani eh, umenishtua. Umutu karibu, unajisikiaje kuhudumia viumbe hivyo kati ya maisha yao? hmm. Unamaanisha una nii unajitoa ufahamu, ina maana haujui kazi unayoifanya. Ngoja kwanza, ngoja wewe, hey, hey. Kanajikuta kuniuliza uliza vi maswali who are you by the way? kacheze ulikopotezea ndada yeah, mchana kutoka geto, nimefika na huku njingianjilijingianjingianjinginwi <laughs> Unajua, katika hiki kijiji nimepitia changamoto nyingi sana. Kuna wakati nilikuwa nalazimika kuyafikiria mambo ambayo pengine naona si sahihi lakini nimeona mambo ambayo nimejithibitishia katika mboni za macho yangu. Nimekuja kugundua hiki kijiji kina uchawi sana, kwahiyo nilifikia steji ya kutaka kuchukua maamuzi ya kuhama katika hiki kijiji yani ni, niandike barua kwa serikali inipatie uhamisho nikafundishe sehemu nyingine. Lakini sasa nilishindwa kuushinda moyo, moyo ukipenda hausemeki, kwahiyo nimejikuta na baki katika hiki kijiji kwa sababu ya upendo wangu kwako. Nakupenda sana Melissa, na siwezi kukaa mbali nawe hmm. lakini taaluma yako ndio imekuleta wewe katika hiki kijiji. Je, serikali ikiamua kukuhamisha na kukupeleka mbali? Maana inaweza kufanya hivyo, siwezi kuipinga serikali. Sawasawa, lakini hata kama itatokea nitapata uhamisho wa kwenda sehemu nyingine basi hakika nitaambatana nawe kama kivuli changu, siwezi nikakuacha mm. mm. Ah, miangu macho sawa. Unajua tunaweza tukaongea mengi sana hapa tukiwa nje, lakini pia tunaweza tukafanya mengi, si yote ambayo tunaweza tukayafanya hapa. Kwa hiyo mengine tuyafanye tukiwa chumbani. <laughs> <laughs> Vipi mwenzetu, mbona unaongea peke yako? Hmm. Sinaongea peke yangu angu mimi niko kwenye mazoezi matizi matizi. Nakuwa napamba navyo ndo maana napiga piga vimatizi hivi. Hamna, usifanye hivyo afu kitu kingine mi mm-hmm. Bado nipo kwenye mishemishe zangu za mazoezi mazoezi.

ili upandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. ilimosili nale na nzela nale kojalaisila koshoka chini muno shiko nyinge no shiko nyinge Odi Odi, ah, vipi ndugu yangu. Bwana, mguu unaouona hapa ni kwako. We, koma sio kwa vigimbi hivyo. Ndugu yangu mimi nimekuja hapa na shida, kama unavyojua maisha pale nyumbani, nilikuwa na shida, uniazime shilingi elfu mbili ili mradi mke wangu hawezi hata kuoga uji ili apate maziwa. Ndugu yangu kaanda ndio anachezea fursa. Unajua na bongo moja la fursa. Hivi unaonaje tukashirikiana mimi na wewe hmm? Tukaenda kuvua samaki kwenye maziwa, tukaenda kuuza, tukishauza tunapata riziki, tunapata pesa, tunaondokana hii tabu. Bwaga, sina maana maziwa hayo ambayo wewe unamaanisha. Kumbe maziwa ya mtoto hmm. Asa ndo umeshindwa kufanua sasa kati ya maziwa Victoria na maziwa Matiti. Kwa ndo hivyo ndugu yangu naomba unisaidie. Ndugu yangu kandanda. Kwa kweli unavyoniona hivi mimi sina hata mia mbovu. Serious, I'm sure I'm telling you like that now. Mbona mitaarifa zako ninazo? Boss, umepata kazi ya kulinda jeneza wewe jana. Hivi bwaga, wewe ufanye kazi usilipwe hata shilingi 10? Ninavyokujua wewe ah, ndugu yangu au na mtolea mbavuni dankela. Dada yangu yaani, wewe ndio akupita hapa kama kishada, yaani fyu, hata kutusalimia utaki. <laughs> Wewe acha tu, shoga yangu. Kwanza bora ulivyoniona, maana hapa nina haraka hatari. Alafu sikujua kama umesharudi, maana jana ulinambia naenda kuishi kwa dada yako, alafu kizingatia hapa unaishi na mjomba wako zaini, nikajua kama mjomba wako yumo ndani na kama unavyojua namuogopa hata. Kwa hiyo ndio maana tu na mimi nikapita fiu, kasi pa juu. Shoga yangu, sisi hapa tupo tena, tupo tupo sana tu hapa hivyo tumerudi, mimi na dada yangu yuko humo ndani. Haya, hizo haraka naweza za nini? We acha tu, shembembo alinikuta asubuhi akanipa taarifa, dakika vipi, anaumwa sana hivyo, amelazwa hospitali ya wilaya. Ndio maana unaniona nipo haraka haraka, naenda kumwona. Poleni. Asante. Haya, dada yako yupo? Yupo dada

Ndugu yangu m navyoniona hivi misiyapata chochote kitu. Nafikiria kwamba hela pale mimi pale, asubuhi nimeamka nikapewa maneno tu, wameniona kwamba mi sababu kwasababu nimepitiapitia ugambo merukuksanaofa, tusimpe kazi ya kulinda jeneza, ili tu nilinde lile jeneza watu wasije wakaligusa maana kuna watoto pale wa mtaani, kuna walevi. Kwa mfano, kama ndugu yangu John kalewa lewa anaweza kaligusa, mambo mengine yakendelea kutokea kwenye kijiji, unaona. Kwa hiyo pale nilivyo, kama nilivokwambia pale, mimi sijambulia chochote zaidi ya kuambiwa asante kwa kushiriki. Basi sawa, acha nifanye mizunguko sehemu nyingine, naweza nikapata riziki ili nirudi nyumbani. Basi sawa, kwa makini na kizunguzungu. Haya, kamsalimia aja Hivi umeshindwa hata kumsalimia shokwavi au duduche? Mpaka mdogo wangu mimi, wewe sindana <laughs> naye, baada asogeze udugu huo udugu wa damu. Hata kwa mfano mimi, akinipa tu mdogo wake pale ajira, nikaishi naye, hizi shida ndogondogo singo, namsaidia chongeze, baba chakabuko <laughs> Tijafuza. Mkela mambo poa, mambo safi. Nzatangu jana, hmm. Nzatangu jana mwenzangu, atasoo nzuri wani, nimerudi nyumbani mwenzangu, nikasema chakufia ya nini? Nimeshinda sina amani, nimelala sina amani, nikasema hey, Ukizingatia nyumba yangu kama unavyojua, niko mbali na nyumba za watu wengine, basi ndo kabisa ikanikosesha amani, ndo nimeamua nirudi nyumbani mwenzangu. Basi sawa, mi ngoja ni waache jamani, maana nina haraka. Hatari, mbona haraka hivyo? Kuna nini? <laughs> Changugo, utamwambia dada yako. Haya, karibu. Haya. <laughs> We Changugo, kwani kaachwa na mumewe? Hajaachwa. <clears throat> sema tu Dada kipipi anaumwa hapa, amepita hea hea, anaenda hospitali kwenda kumwangalia dada kipipi. Sasa kama dada kipipi anaumwa, si ni jambo la kwenda wote? Angesubiri tungeenda wote. Shogangu, yaani hapa yule kapita tu, ana haraka zake, wala hajatupitia sisi. Kama sisi tunataka tuende, tujiandae twende tukamwangalia, lakini sio kusema tuongozane naye. Haya, mimi naingia ndani haya. Ulikaidi maagizo yangu na ukanisaliti. Wewe si mwema tena kwangu, hivyo nitakwenda nawe sambamba mpaka mwisho wa uhai wako. Vipi, mke wangu. Safi, mme wangu, za muda. Salama tu, sijui za huko potoka. Ah, mungu kae kaheri kidogo. Hajira yuko ndani? Hajira yuko ndani, na mbona umechelewa kurudi mme wangu? Ah, mke wangu, si unajua maisha yetu mihangaiko ya hapa na pale. Nitio ifi yako mara moja na mazungumzo naye. Sawa, ngoja nikuitie ajira kabla sija kuagiza, nataka nikuuliza. Na hivi una mazoea na wanaume hapa kijijini? Maana huko nilipotoka, nimekutana na Bwaga, kwenye mazungumzo yetu kanaambia ni kusalimia wewe. Hii hali inanitia wasiwasi sana. kuna kitu gani ambacho kinaendelea kati yako na Bwaga? Ah, sawa. So, mimi nakuamini. Maana ya kukuuliza hivi, naanza kuingia wasiwasi mapema sana. Lazima nikulinde mdogo wangu, si so? Unajua maisha yetu. Shika hii hela, utafuta mahitaji sokoni na maagizo yote atakupa vifi yako, sawa? Mke mm -hmm. wangu njoo mara moja. mke wangu, nimemwachia hela yako ya kuelekea sokoni, kwao. Utamwelekeza mahitaji ya kwenda kuchukua, sawa? Naingia ndani kupumzika. <tune> Makweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ufungwa tujaviona watu wanaobadili mchana kuakiza Maubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yaani vituko sijapata kuona wanaitwa mekwa. Mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza kugeuka nyoka, yaani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa.